Mi nataka kusikia kutoka kwako kwa namna ambavyo Simba tumeona imebadilika uh, tukifananisha namna ambavyo ilianza msimu kama viongozi uh, mlitengeneza maono gani kuiona Simba hii ambavyo tunaiona leo? Ah, sisi kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu hatukupanga kubadilisha kocha, hmm. Kocha aliamua kuondoka mwenyewe, ikabidi tafute kocha wa haraka. Ndio huyo bwana amekuja na fiti na, na falsafa ya Simba. Kwa hiyo na Simba wataendelea kufurahi na mi naamini ndani ya miezi miwili mitatu tutakuwa na Simba bora zaidi ya hii. Mmeridhika me, me, na Simba hii kwa sababu inacheza vizuri? Kile bado bado bado, bado bado bado bado bado bado bado. Hata kwa anajua bado na haya anazungumza kwamba bado bado, timu bado. Lakini ushindi huu ambao mmepata kwenye mechi za ligi, ushindi asilimia mia moja, una maana gani kwenu kwenye mbio za ubingwa? Ah, ubingwa mapema sana, mapema sana hata ndio kwanza mechi ya tatu. Hauwezi kunuia ubingwa, bado sana. Lakini kuna namna namna, mmeridhika na hatujaridhika? Bado timu inatakiwa ijengwe, iwe bora zaidi ya hii.